Karibu katika Himaya ya Simulizi. Kaa tayari kwa sababu unapoingia hapa hutoki kama ulivyoingia. Pia usisahau kusabusi klaibu kwenye chaneli ya YouTube. nenda YouTube andika Himaya ya Simulizi, mateso ndani ya sanduku sehemu ya kumi. Ilipoishia Edina alitoa shuka lake, hapo ndio nilizidi kupagawa. Ukweli hakuwa na kitu chochote ndani Alinikumbatia kwa nguvu. Macho yangu yalipouona mwili wake nilipagawa kabisa na kusahau kuwa aliye mbele yangu ni shemeji yangu kwa kaka yangu wa pekee. Endelea. Nilianza kushika makalio yake na kubinyabinya. Ukweli yalikuwa makubwa kuliko ya Anita. Hamu ya kushiriki tendo ilinijaa. Nilimnyanyua shemeji yangu na kumuweka kifo cha mende. Hapo nikamtoa nyoka wangu na kumwelekezea pangoni. Ukweli alikuwa anaingia kwa kugoma goma. Hii ni kwa sababu shemeji alionekana ni kweli muda ajafanya kile kitu. Nilianza kupampu. Sauti za mahaba zilizidi kumtawala, shemeji alikuwa akilia kwa mahaba kadri utamu ulivyokole. Nilipokaribia kutoa wazungu, niliruka hili asitokea Anita. Jamani mbona hivyo, shemeji? Sasa alivyoniita shemeji na huku wazungu washatoka. Akili ilirudi kidogo. Shemu, inatosha kwa leo. Ulisema nikusaidie tu na ni leo tu. Shemeji aliniangalia tu, akujibu chochote. Nilimwambia hivyo na kurudi kulala sebleni. Dani msesaliti kaka yangu na mpenzi wangu Anita. Kaka akijua si itakuwa shida hii? Niliwaza hivyo na kulazimisha usingizi. Kama kawaida leo naye shemeji alikuja kuniamsha. Amosi, amka kipenzi, chai tayari, shemeji. Aliniamsha na nilipoangalia mezani, leo kulikuwa kumenona. kaka karudi? niliuliza maana, kwa chakula kile siyo cha watu wawili. ajarudi bado. kwa nini umeuliza? unaogopa au? Edina aliuliza. Hapana, naona chakula ni kingi sana, au kuna wageni? amna bana, hii yote nimekuandalia wewe. Ukweli jana nilinjoi sana, japo ulinibania, Edina alikumbushia ya jana. Ukweli nilianza kuona aibu. Sawa shemeji. Nilitoka nje nikafanya usafi wa mwili. Kawaida huwa nikitoka kuoga nachukua nguo na kwenda kuvaa chooni, ila leo ilikuwa tofauti. Nilipochukua nguo, sasa shemeji, unaenda kuvaa chooni unifiche nini? wakati wote tunajuana alisema Edina. Ilibidi tu nilibadilishe nguo mbele ya shemeji, sababu ni ukweli, kila mtu anamjua mwenzake. Upande wa Maiko na Victor walikuwa katikati ya safari kuelekea kwa mganga. Safari ilikuwa mpaka Masanganya, maeneo ya Kisarawe ambako mganga anapatikana. Mida ya saa nne asubu ndiyo walikuwa wamefika nje ya kwa mganga, kulikuwa na magari mengi kuonyesha idadi ya wateja walivyokuwa wengi. Kwa sababu ya foleni, ilibidi wasubiri. Kaka, sasa nimeamini huyu mganga kweli, sio kwa hizi ndinga, Maiko alimwambia Victor. Tena hao wanakuja kurudisha shukrani baada ya kufanyikiwa, alijibu Maiko. Kwa kuwa hapo pia kulikuwa na wauza chakula, waliagiza na kula. Sasa mpaka saa sita ndio na wao walipata nafasi, ila mwanga alikuwa ni Maiko tu Victor alikuwa anamsubiri nje. Karibu kijana wangu, hapa ndiyo mwisho wa matatizo, mganga alimkaribisha Maiko. Asante mganga, kijana wako na shida na hitaji msaada, Maiko alisema shida yake kuhusu kutaka utajiri, magari na pesa nyingi. Ilo dogo sana kwangu, mganga alijibu. Sharti ni moja tu, ukiliweza, wewe na umasikini basi. Je, ni sharti gani? Usikose sehemu ya kumi na moja.